Kwa hiyo hata aliponikabidhi ofisi alinikabidhi na, na na, maelezo mengi ambayo haikuwa kazi ngumu kwangu kuyaendeleza pale ambapo tumeishia. Lakini tulikuwa na mawasiliano ya karibu sana. Mimi e, nafahamu kwamba e, wakati wa uchaguzi alipata changamoto ya kuanguka pia. Wakati wa e, uchagu, baada ya uchaguzi matokeo kutangazwa, alipata changamoto hii e, na e, alianguka ghafla. Alinifahamisha yeye mwenyewe na wakati Mheshimiwa Rais anaapishwa alinifahamisha hiyo kwamba alipata changamoto ya kuanguka ghafla. Eh, kidogo akapoteza fahamu wakati huo, lakini eh, tunaambiwa pia, na hapa karibuni tena alianguka tena na hii imetokea tena Kuyo, kwa hiyo inatufundisha kwamba kwa viongozi eh, na Watanzania kwa ujumla tuna wajibu mara kwa mara kuangalia afya zetu. Pengine unaweza kuwa na tatizo la moyo hujui eh, lakini ish, zipo ishara ambazo zinaweza zikatupeleka huko Unapoona ishara hizo au unapojisikia, ni vyema kwenda kufanya vipimo ukajua hali yako, kwa sababu unaweza kuwa mzima leo, lakini e, ghafla katokea changamoto za kiafya, usijue, ukaona ni kawaida, kumbe si kawaida e, ni, ni, ni, ni ishara ambayo inakuonyesha kwamba unahitaji kwenda hospitali. Lakini madaktari wetu wamefanya kazi kubwa sana, baada ya changamoto hii e, alikimbizwa hospitali na mimi nilikuwa nikifuatilia kwa karibu e, toka amekimbizwa hospitali, amefika hospitali, madaktari walimwatendi vizuri na wakajitahidi sana kufanya kazi usiku na kufanya kazi sana kwa bidii kuhakikisha wanaokoa maisha yake, lakini Mwenyezi Mungu alimwandikia asi. Tunamwombea e, apumzike kwa amani e, tunasema e, Mwenyezi Mungu amuhifadhi huko e, aliko, na sisi wajibu wetu ni kuendeleza yale ambayo alituhusia na kutuachia. Hiki ni kipindi changu cha pili, nimeingia bungeni mwaka 2020 na ndipo nilipopata nafasi ya kumfahamu kwa karibu Mheshimiwa Jenista Joachim Mhagama. Nakumbuka bunge la kwanza tu nilipoingia, aliniita akaniambia, mwanangu, mimi na mimi kama ulivyoingia wewe ukiwa na umri mdogo, na mimi vivyo hivyo niliingia na umri mdogo, lakini kuna watu waliniita, wakanifundisha, wakanielekeza, ndio maana unaona mpaka leo tuko hapa. Na mimi kuanzia sasa najitolea mimi, nitakuwa mwalimu wako utake usitake nitakufundisha, nitakuelekeza. Na kwa kweli amekuwa mlezi mzuri, si kwangu peke yangu, lakini kwa wabunge wengi wengi, tulienda kuchukua miongozo na saha na ushauri kwake. E, alikuwa ni mtu mwenye moyo wa upendo sana, na alikuwa ni mchapakazi sana. E, wakati wote haku, haku, hakupenda kabisa uzembe. E, ni mtu ambaye alikuwa ni ni mama wa wengi lakini mwalimu. Na kwa taarifa hii ambayo tumeipata, kwa kweli imekuwa ni mshtuko kwetu wengi, na natambua wengi tumepoteza kiongozi mahiri shupavu, e, lakini taifa pia limepoteza kwa sababu kwa kipindi chake cha miaka ishirini na tano bungeni amehudumu katika sehemu mbalimbali ambako ameacha alama kubwa. Kwa hiyo mi nitoe pole kwa wananchi wa jimbo la Peramiho, lakini nitoe pole kwa Watanzania wote ambao kwa namna moja au nyingine wote tulinufaika e, na huduma ya utumishi na uongozi wake, na kikubwa ni kumuenzi kwa kufata maelekezo yake, lakini upendo wake, kuendelea kusaidiana na kuchapa kazi katika majukumu yote tunayokabidhiwa. Asanteni sana, lakini Mwenyezi Mungu amependa apumzike kipindi hiki. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi hasa tuliowahi kufanya kazi naye tumeumia vya kutosha, tumeumia sana. Kwa hiyo lakini Mungu ndiye anapanga maisha ya mwanadamu yawaici, lakini ni pole kwa Watanzania kwa kupotelewa na mtu mahiri, mtu aliyekuwa na weledi mkubwa, na kiongozi aliyekuwa na ubobevu na ustahimilivu mkubwa. Basi tuseme pole na tupeane pole wote, watanzania wote mimi naitwa dr Nikas Mawazo, ni meya wa manispaa ya Kibaha.